Binti Fisi alikuwa ameizoea sana njia hii. Aliitumia kwenda kisimani na kurudi nyumbani kila siku jioni. Hakuna kona, mti wala kivuli kilichokuwa kigeni kwake. Lakini jioni hii machale yalimcheza. Yasingekuwa mazoea, ilimpasa asimame, atizame nyuma, akimbie. Lakini hakufanya hivyo. Hakuwa na haja ya kuhofia, kwa sababu hakuna kilichowahi kumtokea. Siku baada ya siku, mwaka baada ya mwaka, msitu ulikuwa eneo salama sana. Lakini hakujua masikini, kwamba jioni hii haikuwa jioni zile nyingi alizozizoea. Ilitokea kwa haraka sana hakupata hata muda wa kupiga yowe. Kimya hiki kilichotanda msituni hakikuwa ishara ya amani na utulivu, ilikuwa ni hofu. Kabla mambo hayajaenda kombo, kila kitu msituni kilikuwa katika mfumo mmoja. Kila raia alikuwa na nafasi yake, walilima, walibadilishana bidhaa, walishirikiana jua kucha jua kuchwa, maisha yalienda katika mdundo mmoja. Lakini ghafla mwenzao mmoja akakengeuka. Mazingira yaliulazimu uvumilivu wake kufikia mwisho. Akajitoa kwenye mdundo wa maisha ya msitu huu, akaanza kucheza mdundo wake mwenyewe, mdundo ambao msitu haujawahi kuusikia. Ilianza kwa minong'ono tu. Kutoweka kwa Madoa akiwa ameenda kuchota maji kisimani. Baadhi walisema ni tukio la bahati mbaya tu, lakini wengi hawakuthubutu kutia neno kwa sababu moyoni mwao waliujua ukweli. Hii haikuwa hali ya kawaida. Mwenzao mmoja alikuwa amekengeuka. Hawakuhitaji kutamka kwa jina. Msitu wote tayari ulimjua. Aliyewahi kuwa mwenzao wa karibu sasa si mwenzao tena, amegeuka kuwa mwindaji, mtekaji, Bandidu. Katika historia yake chui hakuwahi kuwa na tabia ya ukatili hata kidogo. Alikuwa ni mkulima bora, tena bora kuliko wakulima wote pale mwituni, kwani alilima kwa kasi na alivuna kwa wingi. Wakati wengine wakisubiri mvua, yeye alijiletea mvua yake mwenyewe mm. Kwa wengine kisima kilikuwa mbali, kilikuwa mbali mno, lakini si kwa chui. <coughs> Yeye alikuwa na kile ambacho wengine hawakuwa nacho: nguvu, kasi na ustahimilivu. Kisima hicho kikawa sehemu ya maisha yake ya kilimo, nguvu yake ya ziada. Lakini visima, visima hukauka, na kisima hiki kilikuwa kimehudumia msitu kwa vizazi vingi sana. Maji yake yalionekana kuanza kupungua. Wasiwasi ukaanza kutanda mwituni. Wakati wengine wakilaumu mabadiliko ya hali ya hewa wengine walisema ni matumizi yaliyopita kiasi, lakini jambo moja lilikuwa wazi: kisima hakikuwa kama walivyokizoea. Mbiu ya mgambo ikalia, mkutano wa kijiji ukaitishwa, na katikati ya wote Mfalme Simba akaendesha majadiliano mazito. Baada ya saa kadhaa za majadiliano, uamuzi ukatolewa. Kuanzia leo maji ya kisima ni kwa ajili ya kunywa tu, hakuna kuoga, hakuna umwagiliaji, hakuna mjadala. Maneno hayo yalichoma mioyoni mwa wanakijiji kama msumari wa moto. Minong'ono ikaanza kusikika, wengine walitazamana kwa mashaka. Kwa ghafla, chui akasimama. Wanyama wengine wote wakanyamaza kimya. Hata upepo ulionekana kunyamaza. Kwa hiyo mimi nitegemee maji ya kisima, halafu nyie ndio mje na sheria eh? Wengine humu hata kisimani kwenyewe hamjawahi kufika, lakini sasa mnaleta ujuaji eh? uh-huh. Kwa wengine uamuzi wa simba ulikuwa ni wa busara kulinda ustawi wa maisha yao wenyewe, lakini kwa chui huu ulikuwa ni usaliti. Kumzuia kuchota maji ya kumwagilia shamba lake ilikuwa ni sawa na kumpokonya shamba lenyewe. Bila maji ya kisima shamba lake lilipoteza kabisa maana. Basi sawa, nyie mmeshafanya uamuzi wenu. Sasa na mimi nafanya wangu. Kulima tena mimi? Basi, kuanzia leo ninyi wote ndio mtakuwa mavuno yangu. Wanyama wote wakashituka kwa hofu, akina mama wakawavuta watoto wao karibu, wazee wakatazamana, wasijue kama wazungumze au wabaki kimya hata mashujaa waliopitia hatari nyingi waligeuza macho pembeni, kwa sababu mioyoni mwao walijua kauli ya chui haikuwa malalamiko wala tishio, ilikuwa ni ahadi. Na ingawa maji yalikuwa taratibu yanapungua kisimani, uungwana ndani ya moyo wa chui ulikuwa tayari umekauka kabisa, na maisha msituni yasingeweza tena kuwa kama zamani. Wengine walijaribu kupuuza, ni hasira tu hizo bwana, zikitulia atarudi tu kuwa sawa, lakini wengine walihisi baridi ndani ya mifupa yao, waliyahisi mabadiliko, waliuhisi mpasuko. Chui aligeuka na kuondoka, hakutazama nyuma, hakuunguruma, alitembea tu kama muwindaji aliyetoka kuweka alama eneo la mawindo. Shangazi wa pundamilia Bidoti alikuwa mtu wa watu, mtulivu na mkarimu, daima wa kwanza kuwalisha wenye njaa na kusikiliza shida za wengine. Usiku huu alikuwa akiandaa pishi alipendalo, mboga ya bamia. Aliikoroga taratibu huku akigiliwaza wa kwa kupiga mluzi. Baada ya kuonja mboga, aligundua kuwa alisahau kuweka chumvi. Doti akaingia ndani kwenda kuchukua kopo la chumvi. Hakumsikia akija. Hakukuwa na kilio hakukuwa na mapambano, ilitokea ghafla sana, kisha ukimya ukatawala. Asubuhi ilipofika, Pundamilia alifika kwa shangazi yake kama kawaida, akiwa amemletea kuni. Aliita mara moja shangazi, kisha akaita tena. "Shangazi," hakujibiwa pale nje. Moto ulikuwa tayari umezimika na mboga bado ilikuwa kwenye chungu haijaguswa, lakini Doti hakuonekana popote karibu na hapo. Alikuwa ametoweka. Hakukuwa na dalili ya mapambano, hakukuwa na alama ya nyayo ardhini hakukuwa na kitu kilichovunjika. Wanakijiji walikusanyika nje ya nyumba ya Doti. Wote walikuwa na huzuni, lakini hakuna aliyezungumza kwa sauti ya juu. Wengine walisema huenda ameenda safarini bila kuaga, wengine wakasema huenda ameugua ghafla akaenda kutafuta matibabu, lakini ndani ya mioyo yao kila mmoja aliujua ukweli. Jui alikuwa ameanza kazi yake, alisema atavuna. Alianza na Madoa binti Fisi, na sasa amevuna tena Doti, shangazi yake punda milia. Na taharuki iliyotanda mwituni, nyani aliwaonya watoto wake Moke na Chala wasiende kucheza mbali na upeo wa macho yake. Lakini masikini watoto hawa walikuwa bado wadogo kuweza kuelewa ukubwa wa hatari iliyopo. Akilini mwao kuchomoza kwa jua kuliashiria tumaini jipya, na msitu bado ulionekana kuwa salama kwao. Walichowaza wao ni michezo tu. Mchezo wa kujificha na kutafutana karibu na vichaka ni mchezo waliouzoea, walicheza eneo hili mara kwa mara. Chala alifumba macho akiegemea kwenye mti akaanza kuhesabu: saba, nane, tisa, kumi. Moke akakimbia na kujificha nyuma ya kichaka akicheka kimya kimya. Kumbe siku hii moke hakuwa kiumbe pekee pale kichakani, na wakati yeye yupo pale kwa ajili ya kucheza tu, kiumbe mwenzie akuwa pale kufanya mchezo hata kidogo. Lo! Baada ya matukio haya ya awali, hofu ilibadili ratiba. Sasa haikusubiri tena giza liingie, ilitembea hadharani, mchana kweupe. Chui hakuwa na haja ya kujificha tena, alikuwa tayari ametangaza ya nia yake na sasa aliitekeleza waziwazi. Hakujificha, hakukimbia. Alitembea kana kwamba msitu wote ni mali yake. Aliingia nyumba moja baada ya ingine, kama vile yeye ndiyo mmiliki. Akachukua alichotaka, bila kuomba, bila pingamizi. Sheria zote za msitu zilizokuwepo zamani zilisahaulika. Sasa sheria ilikuwa ni moja tu: usikae mbele ya njia ya chui. Alikuwa mwepesi kuliko wote, mwenye nguvu kuliko yeyote. Wapo waliokutana kwa siri, wakajadili kuhusu kujaribu kupambana na chui, lakini mazungumzo haya yalikuwa ni kazi bure, kwani hakuna aliyethubutu kuchukua hatua yoyote, kwa sababu kila taarifa ya kupotea kwa mnyama yoyote ilipoenea, kila mmoja alijiuliza swali hili hili moja: Je, zamu yangu itakuwa lini? Sungura alikuwa mtu wa kiasi. Alitumia muda mwingi nyuma ya nyumba yake akihudumia bustani yake ya mboga mboga na matunda. Pamoja na kwamba hakupenda kujichanganya, alikuwa na umaarufu mkubwa kijijini kutokana na werevu wake. Na kama ilivyokuwa kwa wanyama wengine, yeye pia alitegemea ujio wa bwana chui muda na saa yoyote, lakini kinyume na wengine waliohofu ujio wa chui, yeye aliutamani na aliusubiri kwa hamu. Haikuchukua muda mrefu. Jioni moja akiwa bustanini kwake, akaona kivuli kirefu kikisogea. Muda si muda, chui alikuwa amesimama mbele yake. Hakugonga mlango wala hakutoa vitisho. Alisimama tu. Kimya. Mm. Sunguya, Unahakika kweli ni mimi unayenitafuta? Mm. Unajiona wewe ni wa tofauti na wengine eh? mm. Naona tu ni ajabu. Nimesikia kuna mtu anazungumza kukuhusu, anasema wewe si yule wa zamani eh? Anasema unawafuata tu wanyonge, ila wababe kama yeye unawakwepa eti eh? Kusikia haya, chui akapandwa na hasira na udadisi wa kujua zaidi, nani huyo anayesema upuuzi huo, mbabe mmoja hivi mwenye nguvu kama wewe, na pengine kakuzidi eh? anasema msitu huu, chui wa kweli ni yeye peke yake eh? Chui akaanza kuchemka kwa hasira. yuko wapi? hmm. yuko wapi, twende nikupeleke. Sungura alimuongoza chui, wakatembea kimya kimya walitembea mpaka kisimani, kisima kile kile kilichowekwa marufuku ya kuchota maji ya kumwagilia mazao kutokana na matumizi kupungua. Maji ya kisima yalikuwa yametulia yakaonekana kama kioo. huwa anakuja hapa, anasema yeye ndiye mmiliki wa kisima hiki, na hakuna wa kumpangia matumizi ya maji eh. akikumbuka kuwa hasira zake zote zilitokana na kukatazwa kutumia maji haya Chui alipata hasira zaidi na kutamani kukutana na huyo anayedai kuwa mmiliki wa kisima hiki. Akasogea taratibu kisimani, kila hatua ikiwa nzito zaidi ya iliyopita. Maji yalikuwa kimya, safi kama kioo. Alipokifikia na kutupa macho yake ndani ya kisima, alikutana ana kwa ana na macho makubwa ya kutisha na uso uliojaa hasira. "Ndio huyo hapo mbaya wako!" Chui hakufikiri mara mbili, akairukia kwa hasira sura ile aliyoiona kwenye maji ya kisima. Maji ya kisima yakaachana na chui, akapitiliza kwa pupa ndani ya kisima. Shabash! Baada ya muda mfupi, ukimya ukatanda kisimani. Lo, chui hakurudi tena juu ya kisima. Habari za kuzama kwa chui kisimani zilianza kusambaa pole pole kama uvumi tu. Swali ambalo wengi walisita kuliamini kwa haraka ni Je, ni kweli hayupo tena? Lakini jua lilipochomoza siku iliyofuata, chui na ubabe wake hawakuonekana mahali popote. Hakuna mlango uliovunjwa, hakuna mnyama aliyepotea. Msitu ukaanza kupumua tena. Kisha ikaja taarifa rasmi. Sungura alisimama mbele ya baraza la kijiji akasema kwa sauti, kuisha habari yake. Hakuna aliyeuliza vipi. Hakukuwa ke. na haja ya kujua. Kimya kilichofuata safari hii hakikuwa cha hofu, kilikuwa cha mshangao. Kisha vigelegele, kicheko, machozi. Ngoma zikarudi tena, zikarindima. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, msitu ukapata uhai tena. Pamoja na kujulikana kwa jina la Sungura Mjanja, wanakijiji wakampachika sungura jina lingine, jina lililo bora zaidi: Sungura Shujaa. Funzo la kwanza: hofu huja kwa kishindo, lakini haidumu milele. Jamii ikaapo kimya, hofu hukua, lakini sauti moja ikisimama imara hubadilisha kila kitu. Funzo la pili: nguvu ya kweli kujificha katika utulivu. Chui alitawala kwa mabavu na ubabe, lakini sungura alishinda kwa kutumia hekima, werevu na subira. Nguvu yaweza kutikisa mti, lakini hekima yaweza kuhamisha msitu mzima. Funzo la tatu. Mwisho wa yote, chui hakuangamizwa kwa kutumia nguvu wala ujasiri Kilichomwangamiza ni kiburi chake mwenyewe, tamaa na haja yake ya kuogopwa na kila mtu. Vilevile, sungura hakumshinda chui kwa sababu ya kumzidi nguvu. Alimshinda kwa sababu alijua hofu iliyokuwamo moyoni mwa chui. Alijua kuwa chui aliogopa kuonekana dhaifu kuliko hata alivyokiogopa kifo. Kama unakubaliana na mafundisho haya, share video hii na wengine wapendao. Usisahau kusubscribe katika ukurasa huu na kulike video hii na nyingine zilizomo pia. Tuambie kupitia comment kama ungependa kupata visa na visanga vingine vingi zaidi vyenye mafundisho yenye maadili ya Kitanzania.